Kuna kisa kimoja, bwana mmoja alikuwa ni askari, akawa anatumia tumia ubabe ubabe wake tu. Siku hiyo amemkuta mtu amevua samaki wake mkubwa mkubwa, amemshika mmoja tu. Yule bwana alipoona siku ile amepata samaki mmoja tu, akaona asiuze, amchukue nyumbani akale na wanawe. Mkubwa yule bwana naye anatafuta samaki, akamwona yule mvuvi, niuzie samaki huyo. Akasema, siuzi bwana, mimi nimepata huyu mmoja akamsukuma sukuma, pora samaki uniuzie. Utakuniuzia basi nachukua kwa nguvu. Wakati anamchukua sasa kumsukuma mimi na kuchukua, kidole chake kiliingia kidogo pale kwenye jino la samaki, akatobolewa kidogo pale, lakini ndio ameshachukua samaki, anakwenda zake. Akaona ni kitu kidogo sana kile, akaenda zake nyumbani, amepeleka samaki, amehudumiwa samaki, wamekula. Usiku anaanza kuhisi kuna mwasho mwasho pale mm, kuna, kuna, kuna ah, ikawa kuna kuna mpaka ikapoteza usingizi. Kesho akaona aende hospitali, akaenda kwenda akapewa dawa fulani za kusaidia, za kupaka na kumeza, anarudi a ha, hakukaliki, kidole kinabadilika kinabadilika. Siku nyingine tena akaenda hospitali, jamaa wakaona wachukue vipimo kidogo, chukua vipimo siku mbili tu, imeanza kuonekana kidole hiki hakiko salama hiki, bwana, hiki kidole kuna ugonjwa huu, bwana, huu ugonjwa huu unaonekana utatambaa tambaa huu, bwana. Sasa tukikate hiki, kikakatwa kidole, ugonjwa kumbe umeshatambaa sana. Tu, amepewa dawa, ameshatibiwa hapa palipokatwa, anakwenda kwenda zake tena nyumbani, anakaa wiki wiki, anaona mazingira sio mazuri, anasumbuka sumbuka sumbuka sumbuka, mara anakwenda tena kuchekiwa tena. Ah, bwana inabidi kiganja kikatwe. ah! kikakatwa bwana. Sasa alipokatwa na kiganja, kuna askari mmoja mwenzake akamwambia, mshikaji, hebu ngoja kidogo, hebu tukae chini tuzungumze kwanza. Wewe umefanya nini wewe? hii habari huoni kama sio ya kawaida hii Bwana, niambie umefanya nini? Akasema, nakumbuka kitu kimoja bwana, yuko jamaa nilimnyang'anya samaki mimi. Huyu jamaa nilipomnyang'anya samaki, nilimwona anasema maneno amefanya hivi. akawambia no no no no no no, mwone huyo jamaa wewe, utakatwa mpaka utakatwa mbavu we <laughs> akaingia mtaani bwana, anamtafuta yule jamaa Akaenda bichi kule kwenye vidaudau kule, akamtafuta tafuta tafuta, amemkosa akaenda sokoni, akajua hawa wenzao ni watu wa soko hawa. Kufika namkuta, jamaa huyu hapa. Alipofika tu, salamu aleikum, walaikum salamu, akapiga magoti bwana. Bwana, nimekufuata wewe bwana, naomba unisamehe bwana. Jamaa anamwangalia, siku ile hakwenda na uniform za askari. Nikusamehe nini bwana? Nisamehe bwana, nimekujia Nisamehe. Aambia, nimeshakusamehe lakini sijui kitu gani? Sasa akamwambia mimi nilikunyang'anya samaki siku moja, unajua. Akamwambia, nimekumbuka, najua angalia mkono. Ah, ya mama! Jamaa masikini akaanza kusikia huruma sana, akamwangalia mkono umeshakatwa. Umekatwa mkono eh? nini kilitokea siku ile bwana? samaki alinnyofoa kidogo ah. Ah. Nimekusamehe bwana. Ikawa sasa yule alinyang'anywa samaki ndo analia Nimekusamehe bwana. Basi sasa, kilichojitokeza mwenye kusamehewa akaona maajabu, akaanza kuhisi baridi, yale maumivu yamepotea aliyokuwa nayo, kuna ubaridi fulani, hakuna maumivu hata kidogo. Ah, kweli bwana, nimekusamehe ndugu yangu. Umenisamehe? Ndiyo, jisikia amani, nimekusamehe duniani na akhera bwana. Basi yule bwana mwenye kunyang'anywa samaki anamwangalia, anaona huruma sasa. Anataka kuondoka, akamwambia, nakuomba nikuulize kitu, niulize. Siku ile niliyokunyang'anya samaki, wewe ulisema nini wewe kwa Mungu? Akamwambia, nilimweleza Mungu maneno ya kawaida tu. Maneno gani? Nilimwambia Mungu, ya Rabbi, huyu jamaa ana nguvu na tepetepe tepe zake, amenionyesha nguvu zake, nami najua wewe una nguvu zaidi, nionyeshe nguvu zako kwake. Akasema, umeniua kumbe ulikuwa. <laughs> Akaambia, wewe ulikuwa umeshaniua unataka <laughs> uonyeshe nguvu za Mungu kwangu, kabe nitafanyaje sasa? Mi sikuwezi <laughs> nilitaka Mungu tu anionyeshe nguvu zake, amenionyesha. Umekuja mwenyewe umepiga magoti hapa, ameshanionyesha mimi, nimekusamehewa kwa hiyo kumdhulumu mtu bwana kuwa makini sana dhulma ukiifanya mwenye kudhulumiwa akilalamika ni hatari sana na siku hizi watu wanaona kama kudhulumu ndio mjini yani mtoto wa mjini huyu Inki, nyang'anya hiki nyang'anya hiki, akijua maneno maneno mawili matatu na akiwa na visenti kidogo, anajua anipeleki popote huku, anarushwa hapa anapiga na pale anapiga pale, ndio furaha yake, anaona raha.